Hello, habari. Majina yangu mimi naitwa Dr. Mary, ni mtabibu wa tiba asili na miti shamba. Karibu sana katika chaneli hii. Habari za muda huu popote ulipo, hujambo? Unaendeleaje? Mimi si jambo na mshukuru Mungu, tumeweza kuonana tena katika darasa letu pendwa na katika chaneli hii inayohusu mambo ya kiasili na mambo ya kiroho na tiba asili. Mpendwa mtazamaji wangu, kama wewe ni mara kwanza unaungana na mimi katika hii video na unatazama kwa mara kwanza kabisa, ninakuomba subscribe, share video, na wengine akajifunze hiki ambacho naenda kukufundisha. Lakini pia unachotakiwa wewe katika mambo ya kiroho uweke imani na uweze kuwa ni mtu wa kufanya kwa vitendo. Weka imani na kuwa mtu wa kufanya kwa vitendo, ili uweze kupata matokeo zaidi katika mambo ya tiba asili na mambo yote ya kiroho. Mpendwa mtazamaji wangu, leo niko hapa kwa ajili ya kukufundisha mm. limbwata. Limbwata hili ni zuri sana. Limbwata ambalo wewe unaweza ukalifanya na likakupa matokeo mazuri kabisa kwa ajili ya kumtuliza mwenza na imani kabisa. Watu wengi wanasumbuliwa na changamoto katika mahusiano, lakini wanashindwa kuweka utulivu na namna hii ya kutuliza ndoa zao. Wewe ambao unasumbuliwa na mwenza, mwenza hakuelewi kile unachopanga naye hakuelewi, basi weka utulivu wa akili, fanye hiki ambacho naenda kukufundisha sasa hivi, na usikilize hii video mpaka mwisho, ili ujue kila hatua ambazo unaenda kukuelekeza namna ya kutumia mafuta ya ngekewa ya kumtuliza mpenzi na mwenza katika ndoa yako. Wewe ambao unasumbuliwa na mwenza, mwenza wako akuelewi kabisa yani, ni, ni, ni, ni mtu wa kuruka na wanaume ni mtu wa kuruka na wanawake, basi hakikisha uwe na mafuta yangekewa. Mafuta yangekewa yanakupa mvuto, na pia ngekewa ni mnyama ambaye anapendwa na kila kiumbe. Ni mnyama anapendwa na wanyama wote wa porini. Kwa hiyo ngekewa sifa yake ya kwanza ni kupendwa. Kwa hivyo ukitumia mafuta yangekewa haya basi utapendwa, utasikilizwa. Hmm? Haya mafuta unatakiwa ufanye nini? Haya mafuta matumizi yake unatakiwa upake wakati wa kushiriki tendo la ndoa, lakini mafuta haya unatakiwa uongeze na asali. Asali ambayo unaiweka hapa ni asali ya nyuki wadogo, na hata ukikosa asali ya nyuki wadogo, basi unaweza ukaweka asali ya nyuki wakubwa. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, hakikisha unafanya ibada yako ya kumnasa mwenza katika tendo la ndoa kwa kupaka mafuta haya ya ngekewa. Mafuta haya ya ngekewa, jamani, yana mchanganyiko na nguvu ni mafuta ya kiroho, ni mafuta ambayo tayari yameshasomewa dua na pia mafuta haya tayari yameshafanyiwa kafara. Kwa hiyo mafuta haya ukiyatumia, ni mafuta ambayo hayana mchezo na ni mafuta ambayo yana nguvu sana kiroho, na atakuletea matokeo kwa haraka zaidi. Unachotakiwa kufanya utakuwa unapaka kwa kuchanganya na asali manuizi yako ni muhimu kwa mpenzi wako na mwenza wako. Yaani, wewe una mwenza wako, tumia dawa kwa manuizi, taja majina yake. Kama hujui majina yake, basi fuatilia, hakikisha unajua majina yake. Majina yake ni muhimu sana kuliko kitu chochote. Ukishapata majina yake, basi utakuwa unanuia na unapaka kwa kutumia haya mafuta ya ngekewa eh? Mafuta ya ngekewa ni mafuta ambayo ni mazuri na ni atakupa mvuto, na mpenzi wako atakuganda kila muda, kila muda atakuwa anakufuatilia na anakuulizia, uko wapi, unafanya nini, nahitaji kuwa na wewe, nahitaji kukuona, nataka nikupigie simu, nataka nije nyumbani. Kwa hivyo tumia mafuta ya ngekewa kukupa mvuto, upendwe zaidi, mpendwa mtazamaji wangu na imani katika darasa hili unaweza kulifurahia kabisa, na kama wewe unasumbuliwa na changamoto hii, basi haya mafuta yanakuhusu, na mafuta yatumie yakupe matokeo. Mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo, mimi naitwa Dr Mary. Nakuomba usubscribe share video na wengine akajifunze na like, natoa maoni yako kwa hiki ambacho nimekufundisha sasa hivi, na pia uweze kushia kwa wengine nao wakajifunze. Kama unahitaji dawa za biashara, mvuto wa mapenzi, unahitaji tiba asili, unasumbuliwa na ndoto, unasumbuliwa na mizimu, unasumbuliwa na changamoto zote za maradhi eh, eh, karibu sana na utaweza kutatua changamoto yako kwa urahisi zaidi. Basi utaweza kuchukua mawasiliano yangu na kunitafuta popote ulipo, huduma inakufikia na pia utaweza kutatua changamoto yako kwa urahisi zaidi. Mpendwa mtazamaji wangu, ninakushukuru kwa kutazama video hii mpaka mwisho, na imani umefurahia darasa hili na darasa hili litaenda kukusaidia changamoto yako huko ulipo na maisha yataendelea kuwa mazuri katika mahusiano yako na ndoa yako. Cha msingi ni kuweka imani na kuweka utulivu na kufanya limbwata ikupe matokeo. Karibu sana, tutaonana katika video nyingine na kwa heri.